Arahman rahim, Bwana Yesu asifiwe, amina eh. Sisi bwana ni Watanzania na Watanzania bwana wetu ni moja. Hapa kuna Waislamu na hapa kuna Wakristo na tunakula pamoja. Hasaaa mambo yenu mnaotaka kuyaleta hayo ya kuleta uchonganishi na vita za kidini, sisi hatutayakubali. Kiongozi lazima uhudumie watu na kiongozi lazima uwafikie watu na kiongozi lazima upewe taarifa na watu, na uwezi kupewa taarifa na watu kama huwafikii watu. Wewe unataka wa kuogope? Mheshimiwa, mheshimiwa waziri, kawafate wananchi wako, ongea nao, upewe taarifa za mji.